Uhaligani mwana michezo na mtazamaji wa Vego Sports TV. Leo ni ile siku tuliyokuwa tunaisubiri kwa hamu sana. Niko hapa kukuletea na kukupasha kuhusu vikosi vya Simba na Yanga kuelekea dabi ya Kariakoo leo hii. Kabla ya yote, naomba usubscribe, like, share bila kusahau kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tu tunapozitoa. Ambatana nami Vego za Maestro mwanzo hadi mwisho wa habari hii. Leo ndio ile siku ambayo Watanzania na wapenda michezo wote walikuwa wanaisubiri. Leo Kariakoo Dabi, leo ni Dabi Day, ni mtanange kati ya Simba na Yanga. Ikumbukwe mechi hii imeota mbawa mara mbili, ila leo kitawaka sana tu. Na hapa mikononi ni na vikosi vya timu zote mbili. Kikosi cha Yanga Sports Club. Tukianza na mwenyeji wa mchezo ambaye ni Yanga Sports Club. Kama kawaida golini ni Jigi Dara Mdaka Mishale, huku mbavu ya kulia ni Isra Patrick Mwenda na mbavu ya kushoto ni Isaka Boka mabeki, wakati leo atakuwepo Dickson Job Zeshaki na Ibra Baka. Kiungo cha chini leo yupo Halidi Aucho na juu yake ni Mudathiri Yahya Habasi. Kwenye winga ya kulia atakuwepo Duke Abuya. huku winga ya kushoto atakuwepo Maxim Pia Zengeli, namba kumi ni profesa Pakome Zuzwa, huku namba tisa kama kawaida ni Clement Mzize. Ikumbukwe dube aliumia nyama za paja, hivyo leo hatakuwepo. Ukitazama vizuri kikosi cha Yanga utagundua kimebalansi vizuri, kwa sababu wao hata sare tu ina faida kwao. Ndio maana unaona Aucho Duke na Mudathiri wanaanza wote. Kikosi cha Simba, twende tukakiangazie kikosi cha mnyama Simba ambaye yeye anahitaji ushindi wa kwa njia yoyote ili awe bingwa. Kikosi cha Simba leo golini ni Musa Kamara, beki za pembeni ni Kapombe na Mohamed Hussein Zimbwe, huku beki za kati ni Chemaloni na Hamza Aya. Hii ni kwa sababu cha Mo Karabu ni majeruhi Viungo wa chini wa Simba ni Fabrice Ngoma na Yusufu Kagoma. Ikumbukwe Simba huwa wanacheza na viungo wawili chini. Winga za Simba leo ni Kibu Dennis Prosper na Elim Panzu, huku juu akicheza chazi ahuwa na Steven Dese Mukwala. Ukiangalia kikosi cha Simba ni kile kile na wamedhamiria kweli kushinda hii mechi. Mechi itapigwa majira ya saa kumi na moja jioni. Yanga anahitaji sare tu huku Simba anahitaji kushinda. Je, nani atakuwa bingwa wa ligi ya NBC msimu huu? Asante kwa kuwa nasi mwanzo hadi hapa tunafika tamati ya habari hii. Usisahau kusubscribe, kulike, kukomenti na kushare habari zetu. Asante.